Hapana, hapana, hapana! Huyu mtoto sio mali yako, sio mali yako eh! Huyu mwanamke hajafungwa na wewe tena. Ndiyo, hajafungwa na wewe tena, na mimi siogopi kivuli chako, siogopi kivuli chako.

Uliambiwa mchoro huu ni alama ya majini au uchawi? Hapana, hizi alama tatu ni ishara ya maamuzi ya binadamu. Kwa mfano, hapa inawakilisha moyo na hapa inawakilisha uamuzi na hapa inawakilisha wito. Kitamba hiko kitawaka mwanga endapo mtu atakichagua kwa moyo safi. Kwa hiyo, saruwati ni mzigo wa majaribio, si ndio? Hapana, yeye ni njia ya kufundisha watu kupenda kwa uhalisia, na wewe ni sehemu ya somo lake, na ulikubali kabla ya kuelewa. Sasa nashindwa kutazama na kuona upendo wa kweli ukoje? Nielekeze kila kitu, taelewa ajija kitamba cheupe. Ah, Masa. Bwana Sotojo. So mchezo ndugu yangu. Kwema ndugu yangu. Kwema karibu. <laughs> Asante. Yaani hivyo hapa natoka nyumbani na kuja huko nasema kabisa huyu bwana. Sijui kama nitamkuta maana kuja wewe ni mzee wa pilika pilika, mzee wa eka eka. Yaani mpaka nimekuta nyumbani leo. Ah, imekuwa bahati sana. Sasa mimi nikae hapa nyumbani nafanya nini ndugu yangu? Wakati wewe mwenyewe una, unaelewa kabisa mazingira ya hapa. Ila Bwana Masa mwanamke kama unampenda, Bora umwambie. <laughs> Na mtoto akikutegemea, mpe moyo basi ha? Pia jini akikutisha, mpe kicheko. Na hata kama ni jini wa ukweli, ni mpe kicheko. Ah, jini wa kweli. Na kama ni jini wa kweli, basi mpe chura, tena chura mwenye sumu, ammeze. Akimeza huyo, sio jini, mganga huyo. <laughs> Unajua Sotojo, siku zote siku zote, yaani wewe nakuchukulia kama mwenda wazimu, mwenda wazimu ambaye huna uelewa kabisa, kama umechanganyikiwa. Lakini kwa maelezo haya machache tayari nimekuona kwamba kumbe wewe ni mwenda wazimu mwenye hekima kabisa. Kama ni mwenda wazimu basi, wewe ni mwenda wazimu mwenye hekima. Sio jambo dogo, unajua <laughs> eh, hekima ndugu yangu ni kucheka huku moyo na wasiwasi Totojo. <laughs> so, kwa haya machache ambayo mimi nimeyapata kwako leo ndugu yangu, naomba nirudi nyumbani, nimeridhishwa. Nashukuru sana. Haya, nilikuwa katika kijiji cha Nyanda ya Juu, niliokolewa na Kim kutoka kwenye moto. Alikuwa mwema mwanzoni, kisha akaanza kunitenga na dunia. Alisema ni nini peke yake. Nilipompinga alinitisha, akanambia nikiwa na mtu mwingine atapoteza kwa hukumu zangu. ulipokutana na mimi, nilikumbuka laza ya upendo. Sio sura yako, sio sauti yako, bali utulivu wako. Na saliwati alizaliwa nikiwa kwenye mateso, lakini moyo wake ulielekea kwako. Basi kuanzia leo, hiki sio cha stiri tena, ni bendera ya ushindi wetu. Masailo. Masailo. Nimekuja kuchukua kilicho changu. Mwanamke yule ni sadaka yangu na mtoto ni mali yangu na wewe ni kizuizi. Harija sio chombo. Harija ni mtu mzima na anajua nini cha kuchagua. Lakini pia Sari Wati sio chombo, ukitumia tu pasi ridhaa yake. Masailo, moyo haupimi mapenzi ila huwa na nguvu, na mimi nina nguvu Basi hizo nguvu zako zichambuliwe na hiki kitambaa. Kama ni cha kwako na ni haki yako hayo unayoyafanya, kitambaa hiki kitazima, lakini kama si haki yako na si cha kwako na si stahiki yako hayo unayoyatenda, basi kitambaa hiki hakitazima, kitang'aa. Kwa nini? Na kwa nini atafadhili? Kama nyinyi ni sehemu ya sadaka, eti mali yake. Nilimwona katika umbo la kibinadamu, ni nani sijui, lengo lake ni nini pia sijui, kama mtu anataka kunichukua nini, kwa sababu mimi ni mwanga. Basi lazima aonyeshe giza lake mbele ya watu. Msemo huu anaosemaga ki peke yake, basi bila shaka umekutana naye sawa. Sasa kama ni hivyo, inatakiwa tukutane naye sote sisi watatu, na sio kukimbia ni wa kusimama, hatupaswi kabisa kukimbia tena. Salawati, sura yako inaniambia wewe ni shupavu. Ndo hivyo ndugu yangu, yaani kuna baadhi ya majambo yanakuwa magumu mpaka wanashindwa kujua wanzia wapi, lakini amna shida zangu nyumbani nikapamba na majanga yangu. We, tutawasiliana. Nafikiri hamna tabu, lakini kuna jambo kidogo nakwambia hivi, kuanzia leo hii, kuanzia leo hii mimi nitakuwa mlinzi wa hiari wa familia ya Masailo. Sasa sotojo. <laughs> <laughs> Wewe utatulinda sisi na kitambi chako cha kupenda kula kula masotojo? Maana wewe ni mzoa masotojo totojo. Unaona sasa tatizo lako hilo, tatizo lako, unapenda kunisalau sana, lakini kumbuka kuwa mafuta ya rohoni ndo chakula chetu sisi maskini. Sawa ndugu yangu, na upendo ndo silaha yetu. Kwa nini sasa mimi nisiweze kukulinda wewe na familia yako? <laughs> <laughs> Kiukweli mimi nashukuru sana nashukuru sana lakini pia nakukaribisha sana. Mimi pamoja na familia yangu na tuko tayari kupokea ulinzi wako wa dhati. Karibu sana ndugu yangu. Eh, ndio vipi? <laughs> Siku njema bana. Sasa <laughs> mbona niambia uh, hata nani sasa unajua um, kitu chochote ukifanya ki kwa nia kinakuwa sulila vizuri kwa hiyo, basket, kwa hiyo naamini kama tumekusudia kufanya chochote basi, zikawa kama tukiwa tuko tayari, na nafikiri kwa hayo machache mtakuwa mnaelewa namaanisha nini. Tuvae usiri asi tuamue kufanya Ni miaka mitano sasa mmetunza kitu ambacho sicho chenu. Wakati umefika nirudishieni mali yangu. Wewe ukutaka kuitukuza, ulitaka tuwe watumwa wako. Atupo tayari tuwache, tuwache, tuwache. Kwa kusema hivyo umevunja mkataba na utateseka wewe na mama yako. Sikia. Hiyo adhabu nipe mimi. Niko tayari kuibeba. Waache huru. Hawa waache huru. Hakuna haja ya kumtoa Masailo kafara, kwa sababu silaha mnazo kwenye mikono yenu. Mnaona haya mavazi yake ni meupe, na nyinyi kwenye mikono yenu mna vitambaa vyeupe. Vitupeni chini, unganisheni nguvu, hana uwezo wa kuwashinda. Choma! Choma! Choma! Kwa nini? Kwa nini mwanga uzime? Ni kwa sababu kataba wako waliisha, ulipovunja tu upendo wa, wa kweli wateulu na maisha yao kabisa potea. Kila kitu kimeisha, sasa mnaenda kuanza maisha mapya, mioyo inapendana pendana pendana, pendana. Tunashukuru kwa pamoja nasi. Karibu. Sikulipo mshahara kwa kazi au jukumu unalofanya kuhakikisha wewe na nasari watu amekuwa sehemu salama na amani, lakini nimepata maana halisi ya mimi kuwa hai, na mimi nimejifunza, upendo wa kweli hauna maneno mengi, una vitendo. Asante kwa kunipenda. Asante kwa kuniamini, asante pia kitambaa <tipi> cheupe ni kitambaa cheupe.